Biblia inasema apataye mke apata kitu chema, lakini sio kila mwanaume aliyepata mke alipata kitu chema. Ndio maana kuna wanaume ambao walifanikiwa sana, walifika mbali, wakawa watu wakubwa mara baada ya kuoa, lakini ni ukweli usiopingika pia kwamba kuna wanaume ambao walipoteza mwelekeo, uchumi wao uliyumba Maisha yao yalikuwa magumu na wakapoteza tumaini kwenye maisha mara baada ya kuoa. Kwa hiyo pointi sio tu kuoa, ila ishu ni nani unayemwoa. Na mtu mmoja alio kusema kwamba mwanamke utakayemwoa anaweza kuyaathiri maisha yako, eidha katika namna iliyo chanya au katika namna iliyo hasi. Na kati ya maamuzi ambayo unatakiwa uyafanye kwa uangalizi mkubwa sana unatakiwa una, una yafanye kwa uangalifu mkubwa sana, ni nani ambaye unampa nafasi ya kuwa kuwako mke na mama kwa watoto wako. Ndio maana na kupitia video hii nataka tujifunze vigezo vikubwa vinne ambavyo unatakiwa kuvizingatia unapochagua mwanamke wa kumwoa, yani unapochagua mwanamke wa kumfanya awe mke wako na mama kwa watoto wako kuna vigezo vya muhimu sana ambavyo unatakiwa kuvizingatia. Kigezo cha kwanza ni uwezo wake wa kumanage matumizi mazuri ya fedha. Kumbuka kwamba mwanamke utakayemchukua na kufanya naye maisha anasimama kwenye nafasi kama msaidizi wako. Tafsiri yake ya ni nini? Tafsiri yake ni kwamba nafasi ambayo utampa ni nafasi ya juu sana. Ni nafasi ambayo kupitia hiyo anaweza akafanyika msaada, lakini kupitia hiyo anaweza akafanyika chanzo cha wewe kurudi nyuma, chanzo cha wewe kuwa maskini, chanzo cha wewe kufilisika, chanzo cha wewe kushindwa kupiga hatua nyingine mbele. Kwa hiyo ni lazima utafute mwanamke. Unapotafuta mwanamke, ni lazima uzingatie kitu kinaitwa money management ability, uwezo wa kusimamia matumizi ya fedha, uwezo wa kudhibiti matumizi holela ya fedha. Sasa kwenye kitu, kitu money personalities. Money personalities ni zile tabia, mienendo na haiba ambazo mtu anakuwa nazo kuhusu fedha. Ya kwanza inaitwa spending, ya pili inaitwa saving, ya tatu inaitwa eh, investing. Unatakiwa kumua mwanamke ambaye kwenye zile money personalities anaangukia kwenye aina ya ya anaangukia kwenye kundi linaloitwa spending. Yaani hutaki kumwoa mwanamke ambaye ana matumizi holela ya fedha. Kwa nini? Kwa sababu ukioa mwanamke mwenye matumizi holela ya fedha hamtaweza kuona kama kuna kitu fulani nafanya kwenye maisha yenu na hamtaweza kupiga progress kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kila fedha ambayo mtakuwa mnapata, huyu mwanamke atakuwa anazifuja, huyu mwanamke atakuwa anazitumia, atakuwa anazitapanya. Ah, kigezo cha pili ambacho tukio kizingatia unapotafuta mwanamke wa kuoa ni uwezo wake wa kusimama na kuvumilia katika nyakati ngumu. Bahati nzuri ni kwamba kati ya nguvu ya ziada ambayo mwanamke amepewa, ana nguvu inaitwa adversity quotient. Adversity quotient ni uwezo wa kuvumilia magumu, ni uwezo wa kupita katika kipindi fulani kigumu na akatoka akiwa salama. Tafiti zinaonyesha kwamba mwanaume na mwanamke wakipita katika janga moja, hilo janga linaweza likamdhuru mwanaume na likamwacha salama mwanamke. Ndo maana hata kwenye kipindi cha magonjwa, kihistoria inaonekana kwamba kwenye magonjwa mengi, mlipuko wa magonjwa lipotokea, aidha kwenye changamoto sii za njaa na nini, wanaume walikufa wengi kuliko wanawake. Sasa kuwa na huu uwezo wa kuvumilia na Kuutumia ni vitu tofauti. Kwa unatakiwa uweze kutafuta mwanamke ambaye anaweza kusimama na wewe licha ya ukweli kwamba unapitia magumu, anaweza kusimama na wewe during your darkest moment. utapopita katika kipindi fulani hivi cha giza unakuwa hauelewi lazima asimame na wewe usioe mwanamke ambaye anaweza akakukimbia, anaweza akakutelekeza, anaweza akakuacha unapopitia katika kipindi fulani ambacho ni kigumu. Ko, unapochagua e, unapo mwanamke swali ambalo tunatakiwa kujiuliza ni kwamba huyu mwanamke anaweza kusimama na mimi katika kipindi kigumu. Na ndio maana kati ya ushauri ambao waga nawapatia wanaume wengi, huwa na washauri wasisubiri kufanikiwa ndipo waoe. Kwa nini? Kwa sababu unaposubiri ufanikiwe ndipo uoe, kuna uwezekano mkubwa sana ukaoa mwanamke ambaye amekuja kwa sababu ya mafanikio yako, na siku ukisheki kidogo kiuchumi anaondoka. Ni vizuri mwanaume atafute mwanamke akiwa bado hajafanikiwa. Mwanamke yoyote yule ambaye ameweza kusimama na wewe katika kipindi ambacho ukiwa bado ujawa mtu, mtu wa maana, katika kipindi ambacho maisha yako hayajakuwa na mwonekano fulani mzuri, tafsiri yake ni kwamba ni mwanamke ambaye anaweza kusimama na wewe pia hata kipindi ambacho utapoteza vitu ambavyo utakuwa uta navyo kwenye maisha. Kigezo cha tatu ambacho anatakiwa kukizingatia unapotafuta mwanamke wa kumwoa ni uwezo wake wa kulea na kutunza na kusimamia familia. Kuna msemo mmoja unasema kwamba kuoa mama bora kwa ajili ya watoto wako ni vizuri sana kuliko kuoa mwanamke mwenye shepu na matiti mazuri kwa sababu ya tamaa zako za mwili. Hii yeah, haiondoi kweli kwamba you have to marry a beautiful woman. Haiondoi kweli kwamba unatakiwa kuoa mwanamke mzuri. Lakini uzuri kisiwe kigezo pekee ambacho unazingatia unapochagua mwanamke wa kuoa. Mtu mmoja aliwahi kunifundisha kitu kimoja akasema kwamba unapofanya maamuzi ya kuoa, ujue kwamba unafanya maamuzi pia kwa ajili ya watu wengine. Yaani unapomchagua mwanamke awe mke wako, tafsiri yake ni kwamba umewachagulia watoto mama. Tafsiri yake ni kwamba umewachagulia dada zako hivi. Tafsiri yake ni kwamba umewachagulia kaka zako mashemeji, na umewachagulia wazazi wako mkamwana. Kwa hiyo unapofanya maamuzi ya kuoa, usiangalie tu kwamba mwanamke anavutia, anapendeza na vitu kama hivyo. Lazima ujiulize, anaweza kusimamia na kulea familia, kwa sababu kuna tofauti kati ya kuzaa na kulea na kutunza. Kuna wanawake wengi sana ambao wameweza kuzaa, lakini hawajaweza kutunza. Kumbuka kwamba mwanamke utakaye mchagua ana nafasi kubwa sana ya kushape aina ya kizazi ambacho utakuja kuwa nacho. By the way, natamani nisikie kutoka kwako, kati ya hivi vigezo tulivyojifunza, ni kigezo gani ambacho mara nyingi huwa unakizingatia zaidi unapotafuta mwanamke wa kuoa? Au mke ambaye uko naye hivi sasa, ni kigezo gani ambacho ulizingatia kabla ujamuoa? Au ni kitu gani kati ya hivi vitatu ulikipuuzia Wakati unamtafuta mwanamke ili umwoe, na leo unajutia sana kwa nini haukuzingatia kigezo kimoja wapo? Tuandikia kwenye comment ili na sisi tujifunze zaidi.